katika matibabu ya ya watoto hawa uh, vipimo vilionyesha kwamba walikuwa na shida ya ini, ambako zile uh, ndo sababu kubwa na chanzo ambacho kilipelekea uh, watoto hawa kufariki. Lakini kwa upande mwingine pia, tarehe mbili tuliweza kumpokea mama yao akiwa uh, na alitokea nyumbani akiwa uh, na dalili uh, kama hizo ambazo watoto walikuwa nazo lakini katika matibabu naye mama tulimpoteza tarehe tatu mida ya saa tisa mchana akiwa katika matibabu a, ya udini. Kwa hiyo tumeshindwa kujua haswa sababu ya changamoto hii, lakini kwa sababu uchunguzi wa kitabibu unaendelea na a, pamoja na uchunguzi a, kutoka kwa sampuli zilizochukuliwa basi tunaweza tukapata majibu kutoka huko. Ila kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Manyara amethibitisha kutokea kwa vifo hivyo na kutoa agizo kwa wananchi kutoa taarifa juu ya matukio ya vifo vyenye utata mkoani humo. Sisi kama polisi tulipata taarifa tarehe tatu mwezi wa sita e, mwaka, mwaka huu jioni kwamba kuna vifo vitatu vimetokea vya kutatanisha maisha ya mtu ni, ni, maisha ya mtu kupotea ni jambo zito sana. Kwa hivyo kinapotokea kifo na kikawa kina mashaka. Mwenyekiti wa kijiji cha Nakwa wilaya Babati, amesema tukio hilo ni kubwa kuwahi kutokea kwenye kijiji hicho na kugusa mioyo ya watu. Hili tukio ni tukio kubwa sana ambalo limegusa mioyo ya watu wengi na limetishia maeneo mengi kwamba ni tukio la hatari sana. Aidha, uchunguzi zaidi wa kubaini chanzo cha vifo hivyo bado unaendelea. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.